Katika matembezi hayo ya hisani yaliyotokea Buguruni kupitia mtaa wa Msimbazi na kuingia barabara ya Morogoro hadi viwanja vya Jangwani, huku yakiongozwa na mwenyekiti wa taifa wa Chama Cha Wananchi CUF Profesa Ibrahim Lipumba, yalisababisha msongamano wa magari yaliyokuwa yakitumia barabara hiyo kwa wakati huo. Akipokea michango ya fedha toka kwa wanachama na wafuasi wa chama hicho waliohudhuria mkutano huo, mwenyekiti wa Chama cha Wananchi CUF Taifa, Profesa Ibrahim Lipumba, licha ya kusisitiza chama kina utaratibu mzuri wa kusimamia matumizi ya fedha, amesema zitatumika kutoa elimu kwa Watanzania itakayosaidia kuleta dira ya mabadiliko katika mikoa na kuhakikisha Watanzania wananufaika na rasilimali zilizo ndani ya nchi yao na kwa kweli katika michango makabwela wote watanzania wote na watanzania wote wanaoitakia mema nchi yetu. Nchi yetu iko njia panda, inahitaji uongozi, uongozi wenye dira utakaohakikisha rasilimali, mali asili ya nchi hii inatumiwa kuleta neema kwa wananchi wote na mimi kama mwenyekiti wa chama pamoja na kwamba siyo mtendaji mkuu, tasimamia fedha zote tunazochanga fedha zote zinazoingia ndani ya chama zinatumiwa vizuri kwa malengo ya kujenga chama, kuelimisha wananchi. Naibu katibu mkuu wa Chama cha Wananchi kafu Taifa, bwana Julius Mtatilo amesema chama hicho kimefikia hatua hiyo ya kuchangisha fedha toka kwa wananchi kutokana na kupata kiasi kidogo cha fedha za ruzuku toka serikalini ambazo haziwezi kusaidia kuleta ukombozi wa idadi kubwa ya wananchi ambao ni masikini. Tuna kazi kubwa, tunavyosema tunahitaji kuwafikia Watanzania katika vijiji, katika vitongoji, katika nyumba zao, unahitaji kuwa na magari ya kutosha, unahitaji kuwa na mafuta ya kutosha unahitaji kuwa na bendera za kutosha, unahitaji kutengeneza ujumbe wa kuweza kuwaelimisha watanzania vya kutosha, ili wafanye maamuzi sahihi ya kuwaondoa Chama cha Mapinduzi mwaka elfu mbili na kumi na tano. Kazi hii ni kubwa sana. Kama mkimwachia Profesa Lipumba peke yake hataweza. Mfano mzuri ni hapa tulipo, wakazi wanaokaa maeneo haya Jangwani, Serikali inarudia mara kwa mara kutaka waondoke, kwamba eneo hili ni eneo hatari, yanapokuja mafuriko, maisha yao yatakuwa katika hatari. Kama hivyo ndivyo, kuna sababu gani ya kujenga stendi ya mabasi yaendayo kasi kwenye eneo ambalo lina hatari? Na stendi mnaiona ile pale inajengwa. Kwa hivyo ni dhahiri kwamba serikali haikutaka tu kutumia fedha zilizo nazo kuweza kuboresha maeneo haya na kuwafanya watu wanaoishi hapa waishi katika eneo salama. Kutoka hapa katika viwanja vya Jangwani jijini Dar es Salaam, mimi ni Henry Mabumo wa ITV.